Mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi taasisi ya utafiti wa uvuvi na mali asili za baharini Zanzibar ZAFIRI Balozi Amina Salum Ali amewataka wafanyakazi wa taasisi hiyo kushirikiana kwa pamoja katika utendaji wa majukumu yao ili kufikia azma na malengo ya serikali. Ameyasema hayo huko ZAFIRI Maruhubi mjini Zanzibar, baada ya kukutana na wafanyakazi wa taasisi hiyo. Amewataka kuwa na imani na kujitahidi katika kufanya kazi kwani Zanzibar imekuwa na fursa nyingi za kuzitumia katika kukuza uchumi wa nchi kupitia matumizi ya bahari. Ni furahi sana kusema, kwa hali mbaya tukuwa nayo ya kifedha, lakini tunajitahidi, na unaona mwelekeo wao ni muhimu, mwelekeo wa idara etka, mwelekeo kwamba Muwe na imani sasa hili, wajitahidi kufanya kazi, ina fursa kubwa sana, tikaja kushinda nchi nyingi. Nchi nyingi wana bahari, mito na mabwawa. Sisi hapa kuna bahari yenyewe ambayo mpaka maili mia tatu baharini hakuzui mtu moja, una uwezo wa kivifaa elimu utafitiiaaaii ambayoaitutafanyaa egie utay. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr Zakaria Ali Khamis ameshukuru kwa kukutana tena kwa pamoja katika kutekeleza majukumu ya serikali ili kuisaidia jamii nchini. Tunaamini kabisa, tuna imani na wewe mwenyekiti wetu, na tuonguza vizuri kama unavyofanya na kushika mkono kutuinua tuwe pamoja katika kutekeleza ipindi na serikali na kuisaidia jamii yetu iweze kufikia malengo. Naye msimamizi wa idara za utafiti ndugu Ali Saidi Ali amesema licha ya kuwa na uhaba wa kifedha wameweza kufanikisha tafiti nne kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano kupitia jitihada za uongozi wa taasisi hiyo ikiwemo kufanya utafiti wa kasa, utafiti mdogo mdogo wa okotaji wa pweza jamii zote za aina ya chaza, utafiti wa uzalishaji mbegu bora za mwani, pamoja na kufanya tafiti ya kuangalia ubora wa maji ya bahari, jitihada ambazo zinafanywa na uongozi wa idara. Lakini kwa jambo la kufurahisha kuwa tuna uhaba wa fedha kama idara ya utafiti, kwa mfano kama mkuu wa fedha ulioisha, tumefanikiwa kufanya tafiti zaidi ya nne. Tuna kazi mbalimbali kama kwa mfano, tuna ile ambayo ilianza

lakini bali na hiyo, tumefanya kazi ya ya kuangalia utafiti naita green fishery on economic, uh, impacts ya green fisheries, kwa sababu sababu ni ni kadi ni uvuvi ambao kama umesahaulika, hata ile contribution yake kwenye kwenye pato la mmoja mmoja la, taifa haidi, tukafanya utafiti wa hiyo. Lakini bali na hilo kuna utafiti ambao tumeufanya na tunamalizia report sasa hivi tunaita tulina kuna potential, kuna kuna kuna kuna gap hapa kwamba tuna masoko, tuna madiko, twanauza samaki, lakini kuna yale mabaki ambayo yanapatikana pale, ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza kuwa ni resource pia ya ya ya ya malighafi kuweza kutengeneza mbolea na vingine. Tukafanya utafiti huu kuweza kufanya quantification ya kuweza kujua ni kiwango gani ambacho tunazalisha kwenye masoko na madiko yetu ya Zanzibar fishless ili mwisho wa siku tuone potential ya ya, ya kuweza kuwa na this investment ya pesa kwenye, kama ni processing industry, kwa sababu ile ile hizo mbele. Na hii tuko katika final stage ya bala ripoti, mwisho wa siku hizo kwa mtukio kwa serikali. Lakini bali na hiyo pia, tume tumefanya utafiti unaohusiana na water quality assessment kwa bahari ya Zanzibar, pia tukafanya utafiti kuhusiana na, na na mwani ambao ndani na kupitia utafiti huo sasa recommendation ikajawagu sasa kwamba kuna haja sasa ya kuweza kuanzisha nasaris kwa ajili ya uzalishaji wa ndevu kwa ajili ya kilimo wetu. Hii ni Juu Media TV, usisahau kusubscribe kulike kushare na comment comment channel yetu.